umesoma na kuhitimu shahada yako ya pili UDSM, na umesoma na kuhitimu shahada yako ya tatu. Maana ile a ya pili ni uzamili, lakini ya tatu umezamia <laughs> ya uzamivu, na ndio maana unaitwa Dokta Mwigulu Lameck Nchemba. Sisi UDSM